Kabla hujanyanyua macho yako kuangalia upepo wa asubuhi jiulize, ungemwamini nani ukiwa porini, rafiki au tumbo lake? Karibu sana kwenye tunu za Kiswahili, mahali pa hadithi tamu, burudani safi na mafunzo ya maisha. Kabla hatujaanza, bonyeza kitufe cha subscribe kisha uwashe kengele ili usipitwe na hadithi zetu mpya kila siku. Sasa kaa vizuri, pumua pole pole, maana hadithi ya leo, sungura na fisi, safari ya mtoni itakupeleka kwenye tukio ambalo hata miti ya msituni bado hukumbushana. Sungura na Fisi: safari ya mtoni. Kulikuwa na jua kali lililong'arisha pori lote. Wanyama waliokuwa wakipita walikuwa wakipapatika kwa joto, wengine wakijificha chini ya kivuli cha miiba. Lakini katikati ya vuguvugu vugu hilo alitembea mnyama mmoja mdogo mwenye akili nyingi kuliko mwili wake, Sungura. Leo alikuwa na safari muhimu kwenda mtoni kuchota maji kwa ajili ya familia yake, lakini hakuwa peke yake. Kivuli kikubwa nyuma yake kilitangatanga kichekacheka, kisicho na sababu. Nani mwingine? Fisi, rafiki yake ambaye mara zote huongozwa na tumbo kuliko akili. Ehe Sungura, leo tutaenda mtoni pamoja, Fisi alisema huku akipiga miayo mikubwa. Sungura alimtazama kwa mashaka. Tukifika kule, kumbuka tumetoka nyumbani kufanya kazi, sio kula wanachochota wengine. Fisi alicheka. Wewe acha hizo, nishajisikia harufu ya samaki toka mbali Walipoendelea na safari yao njia ya kuelekea mtoni ilipotoka katikati ya msitu mnene. Nyasi zilikuwa ndefu, upepo ulipuliza kwa nguvu, na kila mara kulisikika sauti ya maji ikipiga mawe. Lakini pia kulikuwa na kitu kingine, kimya cha ajabu. Hata ndege walikuwa hawaimbi. Sungura alisimama ghafla, masikio yake marefu yakashtuka. Fisi, umeiona hii? Aliuliza. Mbele yao kulikuwa na alama za miguu mikubwa, kubwa mno kuliko simba, kubwa kuliko chui. Fisi akameza mate. Hii si mnyama wa kawaida. Hivi kweli tuendelee? Lakini Sungura kwa moyo wa ujasiri na akili inayochemka alisema, hatuna budi, tukiogopa kila kivuli hatutawahi kupata maji. Wakaendelea, lakini kila hatua ilizidi kuwa nzito, kila upepo ulipiga kwa sauti ambayo haikusikika kawaida. Mitini kulikuwa na vikundi vya nyani vilivyokaa kimya, wakitazama tu. Hata tumbili ambao hupenda mchezo walikaa kimya, kana kwamba kuna kitu kinawatisha. Walipokaribia mtoni walisikia sauti nzito ikigonga maji pum, pum. Fisi akaanza kutembea nyuma nyuma, "Sungura, tusirudi tu nyumbani, bado kuna matone ya jana." Lakini Sungura akaenda mbele na kusema, ukiogopa maji utakufa na kiu. Walipofika ukingoni, waliona jambo ambalo liliwafanya wote wawili wasimame kama sanamu. Katika maji kulikuwa na mamba mkongwe mwenye macho mekundu na ngozi iliyojaa makovu, alikuwa akiwatazama bila kumbukiza kope Sungura alijua lazima watumie akili, la sivyo safari ya leo ingekuwa ya mwisho. Akamsukuma fisi taratibu, kisha akamnongoneza, tunajiokoa kwa akili, fuata nilichokisema, usifanye kinyume. Lakini sikio la fisi lilikuwa na tatizo moja, halisikii vizuri mbele ya neno chakula. Sungura akapiga goti na kumsalimu mamba mkongwe kwa heshima, shikamoo mzee wa maji, tumeruhusiwa kuchota maji kama sio dhambi? Mamba akacheka kwa sauti nzito, maji ni ya wote, lakini kila mgeni hulipa ushuru wake. Fisi akahema aisee, ushuru gani tena? Sungura akamkazia macho ili anyamaze, kisha akasema kwa sauti tulivu, mzee, sisi tumefika tukiwa wanyenyekevu, tupo tayari kutoa ushuru wa heshima, sio wa uhai. Mamba akacheka tena, basi niridhishe kwa jibu moja, ni nani kati yenu anayeongoza safari? Fisi akasema haraka haraka, mimi sio, sungura ndiye, hata kesho. Sungura akajua amejisitiri, akatabasamu. Mzee, mimi ndio kiongozi kama kuna makosa ni yangu, lakini tunakuomba utupe nusu dakika tu, tutamaliza. Mamba akawatazama kwa muda mrefu, kisha akasema, mimi sipigi vita akili, piteni, lakini mkidanganya, maji yatakuwa makao yenu ya mwisho. Sungura akashika chungu chao cha maji, akajaza kwa haraka. Fisi naye akajaribu kuiga, lakini akaanguka kutokana na hofu, maji yakamwagika yote. Mamba akainua kichwa, macho ya kimgara, aha, anaonekana huyu mmoja hana nidhamu. Sungura akatabasamu kwa ujanja, mzee huyu si mgeni, ni mtoto wa maji. Kwa sababu ya woga, mpe muda, atabadilika. Mamba akamwangalia tena, kisha akawaruhusu watoke. Walipotoka mbali kidogo, fisi akahema kwa nguvu, Sungura, uliniokoa, lakini mbona ulisema mimi mtoto wa maji? Sungura akacheka, kama nisingesema hivyo, ungekuwa kitoweo cha jioni. Wewe jifunze kutulia. Fisi akainama masikio kwa aibu, leo nimejifunza kitu, siri ya kuishi porini si nguvu, ni akili. Sungura katikisa kichwa na pia kufuata maagizo fisi. Wote wakacheka wakiendelea na safari ya kurudi nyumbani, wakiwa salama na maji tele. Asante kwa kusikiliza hadithi hii ya Sungura na Fisi, safari ya mtoni. Tembelea Tunu za Kiswahili kila siku kwa hadithi mpya, tamu na zenye mafunzo. Usisahau kusubscribe, kushare na kuacha comment ili tuendelee kukuandalia hadithi bora zaidi.